Na je, mtazamaji wangu, unafahamu sajili au hata misamiati maalum inayoendana na matukio ya maandamano kama ilivyokuwa Jumatano wiki hii? Basi balozi wetu wa Kiswahili Frederick Thinji anatopa hiyo hoja. Uh, jana tulishuhudia maandamano ambayo yalianza kwa amani tangu asubuhi lakini baadaye baadaye, uh, tukaona tandabelua zimetanda ghasia, fujo na vurumai kila mahali. Uh, mungependa tuendelee hivyo kweli kama jenzi? Hapana. Hapana. Unge, ungependa nini? Hapana. Maandamano yalikuwa mazuri. Wahuni waliingilia wakaharibu mngependa waliingilia wakaharibu uh, basi serikali na kizazi zi mfanye vipi kwa pamoja ili Kenya isonge mbele? Ndio. Hebu niambie reconciliation kwa Kiswahili ni nini uh, uh.

Aha, ile kitu kukaa pamoja mnajadiliana e, semeni maridhiano maridhiano, mapatano, mapatano, maelewano, maelewano. Ndio, mimi kama balozi wa Kiswahili najua kwamba amani haiji ila kwa njia ya upanga. Hata hivyo tunaweza tukaketi chini, Kenya yote viongozi na kizazizi na kila mmoja. Kumbuka wanasema Waswahili kwamba umoja ni nguvu, utengano ni nini? udhaifu ama vipi? Pia wakasema um, jifya moja alinjiki chungu, jifya moja alinjiki nini? Chungu. Na zaidi ya yote kidole kimoja hakivunji chawa. Hapo vipi wa Kenya hapo? Sawa basi, tuambia vipi wa Kenya wote mahali popote walipo Kiswahili kitukuzwe, kitukuzwe! Tena Kiswahili kitukuzwe, nikiripotia runinga ipendayo NTV makala ya NTV Mashinani. Ni te Frinary Kivinji Mwirigi nikiripotia moja kwa moja kutoka Roiro, kaunti ya Kiambu.